Inside the Bible Story, kwa undani zaidi tunaifahamu na kuijua historia ya taifa la Israeli katika Biblia. Namna ambavyo Mungu alimtumia kiongozi Musa katika kufanikisha kuondoa Israel Misri na kuwapeleka katika nchi ya ahadi yaani, Kanaani. Musa akishirikiana vizuri na kaka yake Haruni katika kuongoza Israel katika nchi ya Misri kuelekea Kanaani. Musa akiongozwa na Mungu alifanikiwa kuwavusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, na kwa muda wa miaka 40 aliongoza taifa la Israeli kuelekea katika nchi ya ahadi ya Kanaani. Lakini cha kushangaza nia siye Haruni wala Musa aliyeingia nchi ya ahadi ya Kanaani. Je, kwa jua Yeshua aliyefanya kazi kwa karibu na Musa? Je, wafahamu kuwa Yoshua ndiye kiongozi aliyechaguliwa na Mungu kuwaingiza wana wa Israeli Kanaani? Inside the Bible story. Muda mrefu uliopita katika nchi ya Misri, kijana mmoja aitwaye Yoshua mwana wa Nuni kutoka katika kabila la Ephraim alizaliwa miongoni mwa wa Israeli. Alikuwa utumwani lakini alishuhudia jinsi mkono wa Mungu ulivyowaokoa watu wake kupitia Musa. Yoshua alimpenda na kumheshimu Musa, akawa msaidizi wake mwaminifu, akitazama kwa makini miujiza mingi ya Mungu, ikiwemo kule kupasuliwa kwa bahari ya Shamu. Yoshua alizidi kumwamini na kumpenda Mungu. Walipokuwa wakisafiri kuelekea nchi ya ahadi, Yoshua alijitokeza kama shujaa wa vita. Wakati wa Amali waliposhambulia Waisraeli, Musa alimchagua Yoshua kuwa kiongozi wa jeshi. Wakati Yoshua akipigana kwa upanga, Musa, Haruni na Hur walisimama juu ya mlima, huku mikono yao ikiwa imeinuliwa kwa maombi. Kadri Musa alivyoendelea kuinua mikono yake, Yoshua na jeshi lake walishinda kwa ushindi. Kufikia jioni, Waamaleki walikuwa wameshindwa na Yoshua alijulikana kama kiongozi shupavu. Musa alizidi kumwamini sana Yoshua na kufanya kama msaidizi wake. Inside the Bible story. Baada ya safari ndefu walipofika mpakani mwa Kanaani, Musa alichagua watu kumi na wawili kuipeleleza nchi. Yoshua na Kelebu walikuwa ni miongoni mwa watu waliochaguliwa kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Baada ya siku arobaini, wapelelezi walirejea na taarifa nzuri, wakisema nchi ilikuwa nzuri na yenye rutuba, lakini kumi kati yao waliogopa majitu walioyaona huko, yaani walipatwa na hofu kwa namna miji ya Kanaani ilivyojengwa kwa kutandaa. Ni Yoshua na Kelebu peke yake waliobaki na imani, wakisema Bwana yuko pamoja nasi, waogope lakini watu wengi kati yao walikataa na kupiga kelele wakisema, hatuwezi panda tupigane na watu hawa, kwa sababu wana nguvu kuliko sisi. Kwa sababu ya kutokuonyesha imani yao kwa Mungu, Mungu aliwaadhibu kwa kutanga-tanga jangwani kwa muda wa miaka arobaini. Inside the Bible Story. Musa alipokuwa mzee akijua kuwa hataingia katika nchi ya ahadi, aliweka mikono yake juu ya Yoshua akamtawaza kama kiongozi mpya wa Israeli. Mungu mwenyewe alimwambia Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usipazaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yupo pamoja nawe kila uendako. Kifo cha Musa. Musa alipokuwa mzee, Bwana alimwongoza mpaka mlima Pisga akamwonyesha uwanja wa bonde la Yeriko mji wa mitende, hata mpaka Wasoali. Akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowapa Ibrahimu, Isaka na Yakobo nikisema nitawapa wazao wako, basi nimekuonyesha kwa macho, lakini hutavuka. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko kwa neno la Bwana, lakini hakuna anayejua kaburi lake hata leo. Yoshua akawa kiongozi akawaongoza Waisraeli hadi ukingoni mwa mto Yordani. Kabla ya kuvuka mto Yordani, Yoshua aliwatuma wapelelezi wawili kuingia Yeriko ili kuichunguza nchi. Walifika katika nyumba ya Rahabu, mwanamke aliyekuwa kahaba, ambaye aliwaficha zigi ya askari wa mfalme wa Yeriko. Rahabu aliwaambia, ninajua kuwa Bwana amewapa nchi hii, maana hofu yenu imetuangukia. Kwa sababu ya imani yake, wapelelezi walimwahidi kuwa yeye na familia yake watalindwa wakati mji wa Yeriko utakapoangusha. Fahamu miujiza mikubwa mitatu ambayo Mungu alimwezesha Yoshua kufanya mbele ya mataifa. Jiza wa kwanza Ilikuwa majira ya mavuno na mto Yordani ulikuwa umefurika maji. Israeli walihofu namna ambavyo wangevuka katika mto huo. Lakini Mungu alimwambia Yoshua asihofu. Bwana akampa maelekezo ambayo Yoshua aliyafata akiwaamuru makuhani kubeba sanduku la agano na kulitembeza mbele ya mto wa Yordani. Mara tu miguu ya makuhani ilipogusa maji, mto usitisha mtiririko wake, na maji yakasimama kama ukuta pande mmoja. Waisraeli wakavuka juu ya ardhi kavu kama jinsi walivyovuka bahari ya Shamu wakati wa Musa. Baada ya kuvuka, Yoshua alichagua watu kumi na wawili, kila mmoja kutoka katika kila kabila kuchukua mawe kumi na mawili kutoka katika mto, kuyasimamisha kama kumbukumbu ya muujiza ambao Mungu amewatendea. Wa pili, kuangusha kuta za Yeriko. Mji wa Yeriko ulikuwa umefungwa kwa kuta nene na hakuna mtu aliyeweza kutoka wala kuingia, lakini Mungu alimpa Yoshua maagizo yasiyo ya kawaida kwa vita ambayo Yoshua aliyafuata, akasema. Kwa siku sita, Yoshua aliwaamuru watu wake kuzunguka mji mara moja kila siku kimya kimya, huku makuhani wakipiga tarumbeta zao. Siku ya saba walizunguka mara saba na baada ya mzunguko wa mwisho Yoshua alipaza sauti yake akasema, pazeni sauti kwa maana Bwana amewapa mji. Watu wote walipiga kelele kwa nguvu, na ghafla kuta za Yeriko zilianguka chini kabisa. Waisraeli waliingia ndani kuteka mji, lakini walimokoa Rahabu na familia yake kama walivyomwahidi. Inside the mujiza wa tatu: Yoshua anasimamisha jua na mwezi. Baada ya ushindi wa Yeriko, Yoshua na Waisraeli waliendelea kupigana na vita dhidi ya wafalme wa Kanaani. Siku moja, wakati wa vita dhidi ya Waamori, Yoshua aliona kuwa muda wa mchana ulikuwa unakaribia kuisha na bado walihitaji kushinda kikamilifu. Kwa imani kubwa, alimwomba Mungu akisema Jua simama juu ya Gideoni na mwezi katika bonde la Aiolondi. Kwa mshangao, kila mtu alishangaa, jua likasimama mahali pake na mwezi haukuendelea kutembea. Siku iliongezwa kwa muda wa kutosha, na Waisraeli wakapata ushindi mkubwa. Hii ilikuwa ni tukio la kwanza katika historia ya mwanadamu ambapo Mungu alisimamisha jua kwa ajili ya maombi ya mwanadamu. Ushindi wake ulionyesha kuwa Mungu alikuwa pamoja naye kama alivyomwahidi na kuwa kiongozi wake. Israeli iliingia kutawala nchi yao ya ahadi kama Mungu alivyokuwa amewahidi. Miaka ikapita, Yoshua akawa mzee. Kabla ya kufa, aliwakusanya watu na kuwakumbusha wema wa Mungu. Kwa sauti ya shauku akasema, chagueni leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yoshua alikufa akiwa na umri wa miaka mia moja na kumi na akazikwa katika nchi ya Efraimu. Waisraeli walimkumbuka wa kama mtumishi mwaminifu wa Mungu. Mw. shujaa wa vita na kiongozi aliyeamini katika Bwana kwa moyo wake wote. Basi ni matumaini yangu ya kuwa mshakwisha kuelewa na kufahamu kiongozi huyu shupavu na shujaa aliyemtegemea Mungu katika maisha yake nanamu na namna ambavyo Mungu alimshindia na kuliingiza taifa la Israeli katika nchi ambayo alikuwa amewaahidi.